Historia mashahidi wa Uganda, nataka kwa kifupi tu nirudie historia ya vijana hawa ambao kwa namna moja au nyingine, mkikwenda kuwatazama ni kama umri wa kwenu ni miaka kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na nane; kwa ukubwa zaidi miaka ishirini na sita. Na na hivyo historia ya vijana ambao kama nyinyi walikuwa vijana Ishirini na mbili vijana wa Uganda, vijana kutoka Afrika ya Mashariki. Hawa vijana waliuawa wakitetea imani yao, wengi wao walichomwa moto wakiwa hai ambao wengine walikuwa chini yake, kama mfano aakutenda natenda atuiza Mwenyezi Mungu. Tunasikia habari ya Karoli Lwanga, alikuwa kijana hodari ambaye alichaguliwa na mfano kufanya kazi katika ikulu yake na kusimamia vijana wengine, watumia muda mwingi kuwafundisha vijana imani Katoliki, na baadaye alihakikisha vijana hawa wanabatizwa. Mfalme Mwanga ambaye pia alikuwa anatawala kachule na baada kwatuzile hasi hakufurahia kitendo hicho, lakini pia hao wakiongozwa na Karoli Lwanga walisimama mbele ya mfalme kuwa wao

Ndio tarehe tatu mwezi wa sita mwaka 1886, siku kama ya leo walichoma moto wakitetea imani yao hadi kufodili. Wengine aakui na evilile, tunasikia habari ya, ya Yosefu Mukasa ambaye kwa mkubwa kwa miaka ishirini na sita, yeye aliuawa kwa kukatwa kichwa. Mwingine ni Dionisi Sebugwawo miaka kumi na sita

2 Uganda kufuka mzetu walitangazwa wenyeheri tarehe sita mwezi wa sita mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na tarehe 18 mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne hapa Paulo wa sita waliotangaza kuwa watakatifu mashahidi au watakatifu wa viadini kudha vijana hao walifuata mfano wa Yesu mwenyewe ambaye tunajua alikufa kwa ajili ya kuokoa wake. Na katika somo la kwanza anza, tumesikia juu ya mtu mwingine anaitwa Stefano, naye alifuata mfano wa Yesu, akafuata nyayo zake, akafa kwa ajili ya imani, na akawaombea watesi wake. Ukisoma Matendo ya Mitume sura saba, unasikia habari za Stefano, a miongoni mwa wale mashemasi mezani, lakini baadaye Yesu Kristo, hata Wayahudi walimwonea wivu <coughs> walipoona hawawezi kushindana naye, wakaamua piga kwa mawe, piga kwa mawe, kwa sababu ya msimamo wake juu ya imani yake juu ya Kristo. Lakini kabla ya mateso na kifo chake, alishuhudia mbele ya watesaji wake kuwa aliona ziu na utukufu wa Mungu na Yesu kuume wa Mungu kuonyesha kwamba hata kama wanaweza kumuua wa kimwili, lakini anaona safari yake kuelekea uzima wa milele uko wazi, lakini adui zake hawakusikiliza maneno hayo. Neno la Mungu inatoateo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura saba, walimkutia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, kama Yesu mwenyewe alisulubiwa nje ya mji, wakampiga kwa mawe hadi kufa huyu pia mtakatifu Stefano, na pengine hata hawa mshigouwako wa Uganda, kwa yes, toto mashahidi kama hawa akina Stefano, lakini <coughs> tunaweza kushangaa jasii wa Stefano na pia wawali vijana ishirini na mbili, lakini mtume bago katika somo pili anatueleza kwa nini vijana hawa ishirini na mbili Stefano mwenyewe ikatawa tayari kufa wao nakaala kusungishakuwa hakuna chochote kinachoweza kutenga na upendo wa Kristo. Kaa nauliza, nimini anayeweza kututenga na upendo wa Kristo? au iga keweza kutengaa na upendo wa Kristo? Je, dhiki au shida au ada au njaa au uchi au hatari au baa? namtumeina kuisha kujua katika ya kwamba, wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yalio yalio wala yatakayokwao wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakiwezi na kutenda kautendwamuu kwa Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Kwa ndugu zangu kushaili wote eimai yao ya upendo wa Kristo kwa sababu alimpenda Mungu katika Kristo katika tisi munywezu natufundisha kuwa tupo duniani tuweze kumpenda Mungu kakupenda kuakulikia hatimaye mwisho kwa maisha yetu uweze kufika pake mbinguni. Ndugu zangu, tupo duniani ili tuweze kumpenda Mungu na hivyo hatuwezi kuyumbishwa au kushawishiwa na jambo lolote katika maisha yetu, mradi tu sisi tumeonyesha nia yetu kwamba tunataka kuea. Na mimi naamini mimi niko hapa kwa sababu nampenda au namna nyingine kuzana emusemenionamsukwa hapa